Agizo hilo la Rais Dkt. Magufuli ambalo limetekelezwa hapo hapo na maafisa wa uhamiaji walioambatana na rais katika ziara ya kukagua mradi huo mkubwa wa maji Ng'apa ambao ulizinduliwa na rais wa awamu ya nne Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete na kuonyesha namna rais alivyochikizwa na kitendo cha kucheleweshwa kwa mradi huo na kusababisha wananchi kutaabika, lakini kandarasi naye asizungumuze kwamba hana hera. Kwa kawaida kandarasi anapopewa kazi, mpaka afanye kwanza kazi ndipo analipwa. Huwezi ukalipwa kwanza kabla hujafanya kazi. Hakuna contract ya namna hiyo duniani. Sasa sitaki nazungumza maneno mengi kwa sababu kweli leo maneno sina. Nilikuwa nimepanga kufanya action na action ingekuwa mbaya. nasema na ukweli, ukweli. lakinianivumilie na hiyo miezi. Aidha, Rais Magufuli amemtaka waziri wa maji kusimamia kikamirifu mradi huo ili ukamilike katika muda uliopangwa na kuongeza kuwa kama ataongeza muda mwingine na kwamba kitachofuata ni hatua kari kuchukuliwa. Kwanza, kandarasi wa mradi huu nimeshatoa maagizo anyanganywe yake. Nimeshamnyanganya a yake. Umeshamnyang'anya, si ndio? asitoke hapa mpaka akaukie hapa, hapa. Lakini cha pili, kwa sababu waziri alitoa maagizo hakikufanyika, nimemtuma waziri mkuu, hakuna kinachofanyika. Mimi natoa maagizo ya mwisho, maagizo ya mwisho kwa waziri ambaye nilimteua mimi miezi mine ni mwezi wa sita, kwa hiyo tarehe tatu mwezi wa saba maji yatakuwa yanatoka. Hiyo ndiyo ahadi yake. Sasa hiyo ahadi isipokamilika, nisilaumiwe. Nasema nisifanyeje? zungumza na ITV. Baadhi ya wananchi mkoani Lindi wamemwomba Rais Magufuli kuwasaidia kutatua tatizo la maji na umeme ambalo linawasumbua kwa muda mrefu. kero yetu Mheshimiwa Rais, wakazi wa Lindi, maji tunapata shida. Maji tunaona wewe unafika leo, tunasikia maji yanatoka, lakini endapo utatoka na maji kama unaondoka nayo, kwa hiyo tunasikitika sana ni sana sana sana, maji shida. Tatizo kubwa tulilonalo, au changamoto kubwa inayotukumba wafanyabiashara wa Lindi ni umeme. Umeme imekuwa ni shida kubwa sana, kwa sababu kwa aukuti unaweza katika hata mara kumi na hiyo ni mchana unaona, lakini kwa usiku sijui ni zaidi ya mara ngapi. Leo ni siku ya pili ya ziara ya kikazi ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr John Pombe Magufuli ametembelea katika mradi huu wa maji hapa Ng'apa. Nikiripoti kutoka mkoani Lindi, naitwa Fatuma Mamba wa ITV.